na amejenga zaidi ya shule elfu moja na miatatu za sekondari na madarasa zaidi ya elfu tisini na saba Hivyo hivyo katika sekta zingine, ikiwemo kununua CT scan hospitali zote za mikoa, MRI kwenye hospitali zote za kanda, pamoja na kununua mitambo ya kuchimbia maji kwenye kila mkoa na kila ukanda. Hiki ndicho kilichowafanya Watanzania wamchague kwa wingi, na nimetaja tu kwa uchache. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa imani hii kubwa. Natambua imani hii si kubwa tu kwake, bali ni dhamana kubwa kwa Watanzania, kwa kunipendekeza katika bunge lako tukufu kushika nafasi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Natambua uzito wa majukumu haya pamoja na matarajio yake pamoja na matarajio ya Watanzania. Nitafanya kazi kwa bidii kwa uaminifu na jitihada kubwa kuweza kukidhi matarajio hayo.